Ah, mwanangu mboi, mwanangu mboi ana shida mwenyewe, kashika msosi wake na maji. Huyo hapo mwanangu mboi chuze, ah katoka zake maskani, mwenyewe ana shida. Mwanangu mboi ana ash, anatoa glasi yake ya maji kwanza <laughs> eto baisha mboi viwanja hivyo viwa hapo, chafika hapo, weka fuko lako la lambo hapo, tekele maji yako mwenyewe, uda shida <laughs> kama hivyo, namna hivyo mboi, mwanangu mboi mwenyewe <laughs> Ana stress ana stress mwenyewe mboyi, kachafika zake huko maisha, mesha piga huko, ukatoka zake na lifuko la lambo mwenyewe <laughs> anavugia matonge mwanangu mboyi hey, ando maisha viwanja mboyi, mulake la maji audatu <laughs> mwanangu anakuchezea mboyi, kamwili kajumba, lakini fuko hilo mboyi, mboyi wewe hey, <laughs> Kwa imefika viwanja tu hauna stress on boy kwa kutumbo boy. Anaona kama yuko Dar es Salaam tu. Haa ah, asichanganyo ala nina kuna baridi hapa. Pena viwanja tu chafika maskani wa zimbo utakula tu on boy. Unafoka kula kwenye fukula lambo, Mbongu wanali yeti kwenye fukula plastiki. On <laughs> boy viwanja hivu on boy. Kula kuna mtu atakuchezea mwanangu on boy. Hauna stress yote kabisa yani. Wewe on una unabalaza na wewe on boy. <laughs> Omboy anapiga mitonga mwanangu, omboy ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Omboy ana stress omboy kabisa, anachekelea anabajia yake pembeni apo omboy. Kwa viwanja amuona omboy, jamani, tamfanya nini omboy?